Kwanza nashukuru, nashukuru Mwenyezi Mungu tupo salama na ka, kauli mbiu aliyotoa msemaji nafikiri ni kauli ambayo itatuongoza kwa msh, kwa michezo yote miwili iliyobaki. Na kama mnavyofahamu timu haiko sehemu nzuri sana, e, tunahitaji mechi zote mbili tupate matokeo ili tuweze kuwa salama zaidi na ku, ku, ku, kuendelea na msimu ujao tukiwa hatuna hatuna hatuna mashaka ya playoff au vinginevyo. Ndo, ndo maana msemaji kaja na kauli hiyo, na sisi kama viongozi kama timu tunaungana nayo kwa si asilimia mia, kwa sababu ndio, ndio lengo la klabu kwa wakati huu kwa michezo baki. Kwanza ya, maandalizi yanaendelea vizuri na tunashukuru tumepata muda mwingi wa kufanya maandalizi kabla ya michezo hii miwili. Almost wiki tatu sasa tuna, tunafanya maandalizi kwa michezo hii miwili na kikosi kama unavyokiona chote kipo, kipo kambini sipokuwa mchezaji mmoja ambaye yuko national team na tunaamini leo usiku anafika ataungana na wenzake kesho. Lakini kwa upande wa afya kwa taarifa tulizopata kwa madaktari, timu iko vizuri kabisa kama unavyoiona, wote wachezaji 30 isipokuwa huyo mmoja ambaye hayupo, wanaendelea na maandalizi kwa ajili ya mchezo huo, na kama unavyoona, wana ari nzuri kabisa na naitamani michezo hiyo miwili kwa ajili ya kupata matokeo. Ah, ndio umeona, ndio umeona, hata kwenye viingilio tumeamua tushushe kabisa ile kiingilio ambacho ni rafiki, kwa sababu tunaamini mshabiki mchezaji namba 12 kwenye timu kwao, tunaamini support yao, wingi wao kwenye uwanja wetu wa Kirumba siku hiyo utawamotiveti wachezaji kufanya vizuri na mwisho kupata matokeo ya, faida ni kubwa, faida ni kubwa. Kama unavyoona pia kile kila timu inatamani kushinda nyumbani. E, ugenini ni pagumu sana kupata matokeo ko kwa, kwa mechi za nyumbani, kwa za nyumbani kila timu inatamani imaliza nyumbani kwa sababu inaamini ya nyumbani washabiki na mazingira yote ya nyumbani naweza kumsababisha kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo sisi ni ni advantage kubwa kupata michezo hii miwili kumalizia nyumbani ya, sisi ni utaratibu tangu tunaanza ligi mchezo wa kwanza mpaka mchezo wa mwisho, wachezaji waliambiwa, mkipata matokeo na bonus mnapata uongozi umejitaidi kukamilisha hilo kwa asilimia mia kwa michezo wetu ambao wameshinda mpaka leo, bonus ambao hawajapewa wachezaji wetu. Kwa hiyo hata mchezo miwili ni mcheo muhimu hasa JKT, uwezekano mkubwa sana wakifanya vizuri, iongozi aka kidogokwasababu up kidogo bonus kwa sababu huu finali kwa pamba e, tukipata matokeo mchezo ule kwa asilimia kubwaatakua tunaachana na play -off. Kwa hiyo naamini viongozi watafanya kitu kwa ajili ya kufanya motivation iwe kubwa sana kwenye mchezo huo. Tunawaomba sana, tunawaomba sana kwa sababu Pamba ndio timu yao, ndio timu ya Kanda ya Ziwa. Tunaamini ukiondoa Simba na Yanga hakuna timu yenye mashabiki wengi kama Pamba. Kwa hiyo sisi tunawaita wanapamba wote waliopo Mwanza au mikoa jirani na Mwanza waje waite support timu yao eh, ili mwakani waendelee kuiona ligi kuu timu yao. Sisi kama Pamba tumepo, tumepokea ratiba kutoka bodi ya ligi na inatueleza tunamalizia michezo miwili tarehe kumi na nane na tarehe ishirini na mbili ndio maana unaona uh, technical bench wanaendelea na maandalizi kwa ajili ya michezo hiyo. Kwa sisi kama Pamba tunaamini mechi zetu zipo na zitachezwa tarehe hizo ambazo zimepangwa na bodi ya ligi.